Ufunga nayo maianaenda aa, ndo mida yenyewe. Ngoja ni waiwai, si unajua. Haya, mgeni karibu sana shemeji bwana. Sanashemeji bwana, hapo ndo nyumbani bwana. Naitwa Kram, ni kwa sababu siku ya harusi yenu sana nikuja mmoja tu nikaondoka. Ah, kumbe. Uwezi kumkumbuka, muda mrefu mwaka mzima, mume wangu. Mm. Okay, ka karibu sana bwana shemeji. Haya. Karibu. Kwa hiyo ndo nenda kazini? Eh, mimi hapa nataka kidogo nitoke niende kazini bwana, unajua. Haya sasa basi tupo. Si tuongee kiume. Nenda nivishe kidogo. Ah, basi hata ile bag. Najua ndo ndo ndo mara ya kwanza nakuja kwako, eh bwana. <laughs> Ndo, ndo, ndo tunaonana, lakini <laughs> nilikuwa nasemaje, e, mnipe 5000 kidogo ili madi nikitoka nikautembee tembee mji hapa niangalie. Hata kama na elfu kumi sio mbaya, kwamba eh, nasema hivi, yaani nataka unipe hata elfu tano au elfu kumi nitoke nikautembee tembee mji hapa niangalie. Allah Allah.

<laughs> Watu wataanza kusema huyu, oh, na sijali wala nini, sijali lolose. Shemeji nimewangumia huyo, mda mwingine usishangae bwana. <laughs> mda mwingine shemeji, yaani sisi hapa mashemeji tunakuwaga kama wake wadogo. <laughs> ndiyo mnavyosemaga. Eh. Shemeji, kama vile naye mke tu. Eh. Lakini sio mke ki ukweli kweli. Ah. Okay. Sasa, shemeji, unajua nimekuja hapa jana, nilifikiria sana, nikakaa nikasema, shemeji wangu sawa, kaja lakini unajua, ukiwa umekaa hivi kama mtoto wa mtaani, kama mtu ambaye ufanye kazi yote na kuwa sio vizuri kabisa. Ndio maana naosha vyombo, na mimi naambia dada vyombo, nguo zako nyingine, kama jana nguo zako nimekufulia mimi. Unajua nguo zako eh, jana nimefua mimi dada, kasa nimechoka kabisa mimi, nitafua <laughs> sitaki ukae hivi hapa, mtanichoka <laughs> sawa. Ndio lakini simaanishe kazi hiyo. Kazi nayomaanisha mimi, inabidi ni kutafutia kibarua, ukajichanganya changanya kidogo, uchakarike na wewe eh, so kila kitu natutegemea sisi Mbwa wewe. Sijui umenielewa shemeji. Yaani e, kazi ya kazi kazi ya kulipwa uko kufanya kazi. Eh, e, ukafanya kazi uanze kulipwa na wewe ili baadaye uje kufanya maisha yako. Unafikiri kila siku utakaa kwetu hapa? Kazi gani hiyo kujenga au nini? Kazi zipo nyingi, kuna hiyo kujenga, umeona eh? Kuna kazi za viwandani shemeji utashindwa kufanya ndugu yangu. Shemeji mimi bwana mimi siwezi. Eh? Mi siwezi kufanya kazi, mi nataka tu nikae hapa, nakaa nakula na nilia kipungu chochote. Nikafanya kazi tena najitesa, sitaki bwana, naona najitesa, sitaki kufanya kazi, nataka tu nkae hapo. Si naenda huko, natafuta huko, tunakula vizuri, kwani shida nini? Sasa mi mwenzako, mi nafanya kazi, ukifanya natosha, kwani lazima nami nifanye Ah, wao unapenda kukaa uletewe, si ndio? Ila e, utamu ulishwe, utamu. Kumbe? E, utamwe sana. Asa. Sasa, shemeji. Haya. Ila mimi lakini kwa sababu tunaosha, hiyo ni kazi ya kujenda kujifanyia tena miguu miguu, yaani ni kujitesa. Kama hela shemeji anazo tutatumia hizo. Sasa ni mfema anae Ala. <laughs>

mimi nimezoea masuala gani ya kijinga jinga kwa tushemeji unamtania. Am asa hapa ni kuja na ombi fulani na kuomba hela, sijui nitaanzaje kwa kweli. kwakwe <laughs> maake nimetaka kutiwa na mikofi <laughs> ni uzuri kwa kweli <laughs> ila sio mbaya kwa sababu mimi ni mkavu, najichekeshachekesha kama maraya kaondo bwana mpya <laughs> jifanya hivyo <iba>, basi simama boksa <laughs> <m> zangu <laughs> wenye wanawake wanaita chupi, ila si wanaume tunaita boksa. Zimeisha tangu kijijini kule, mitobo mitobo. Nilikuwa naomba hata unipe ka elfu kumi kidogo, nkanue mpya sinimaini, bwana. Hivi maswala chupi ndo mwambeshe shemeji yako mbele yangu? Hivi una akili sawasawa? Si nimwambie nani chupi, boksa, mwana boksa, vitu vya kawaida tu. Sina kazi hapa mimi, hela ntapatia wapi? Sa bila ya kumwambia shemeji

Shemeji akifurahi kama huyu ni raha. Akiliza au shemeji yangu. Ah, wewe shemeji ndo kazi utaki kabisa. Yaani ni, yaani nagewa kama mimi nataka hela box nagewa, nataka nini nagewa? Nifanye kazi ya nini? Mimi nikajichosha bure. Mwili wangu sio mwili wananiliwa nani leo mimi kazi kazi. <laughs> Yaani ukiendelea na ave, maisha, una siku nyingi kuna vitu vitakuwa wazi kwenye mwili wako. Allah. Wadao. Allah. <laughs> Allah. <laughs> kilo mbili. Shemeji. Yeah. Shemeji. Eh, mchoma la moja shemeji. Eh? Yeah. Unaenda wapi? Amenituma, yeah. Unga robo na dagaa kilo mbili. Yeah. Yeah. Unga, eh, unga robo ah, unga <laughs> dagaa robo na unga kilo mbili. Dagaa robo na unga kilo mbili. Yeah. <laughs> ah, basi njoo kwanza hapa tuongee, kuna ishu tuongee, eh, alafu tena kununua hapo. Lakini na wayo unajua. <laughs> ah, haina shida wewe, njoo kwanza tuongee. Vitu vya muhimu. Ningekaa tu hapa, ah, okay. Imadi. Ah. <laughs> kuna vitu vinanichoma choma hapa, ili si, dude na vimba vimba dude ili hapa lakini livumilie tu. Mwenye hapa alikuwa linanichoma umezoea, mzoefu kwa wazoefu. Siku akusikia pukushane pukushane hivi, kelele kelele za nini? ukusikia eh? Sijasikia kitu mimi, jana tu nimelala tu fresh, naona sijasikia kitu. kulikuwa na mwizi ah? Kuna sio mwizi, ni dada yako, kila napo mposi, ataki nipe mambo, hataki nipe vitu, hataki ma yani... mambo gani eh, mambo gani yani, sijaelewa. Wewe unajui, bwana, mambo yetu ya kiutu uzima eh. Mimi la bwana, sijaelewa eh, sijaelewa. Unajua yani, nilikuwa na posi mchongo kiufupi, usiku so unajua yaani ndio tuelezane hapo nime tuelewe mchongo gani eh? Ni asa, sikiliza, ilikuwa tunataka tufanye nini tendo la ndoa ah eh ee. Ah, dada yako asa, dada yako naye nice. Sasa hivi amekuwa mtata sijui chanzo ni nini, nini. Kila nikimwambia nipi hanipi nipi hanipi eh ah. Wao shemeji yangu ile ni sawa, kwa ile dadao kunifanyia hivi, hiyo anakosea kiukweli, anakosea, na hapo kiukweli anakosea, sio vizuri anakosea eh e, anakosea yeah. Safi sana, kumbe utakuwa unajua unajua unaelewa. Hey, si ndio eh? Kwa sababu wewe si haki yako, mimi ninavyojuaga tendo ni haki ya mume mmm, si. ni haki yangu yangwe, kwa nini ananyime? Hey, amekosea kwa so. Kweli eh, amekosea ila hata mimi niende tu nanilia hapo, ila sio vizuri. Siku ingine usiniambia nikushauri mambo kama haya wewe, hmm. Dada yangu, mimi tena nakushauri nini hapo, inakuwa matusi set eh hey? Nasema inakuwa ni matusi set eh, hey, hey, lakini wewe eh, lakini sikakosea eh, amekosea amekosea ame kosea, ame kosea. Yaani unaanzaje kutokukupa, unatakiwa upewe Sitaki kukuona nikifumba macho nikifungua. ni ni te si ni on ni vipi tena yaojaa vi. Nawe usituingilie mpuzi! Nenda nyosha njia hiyo mbavu, tuondoke. Aende wapi? Aende wapi? Nienda tu, huyu atabaki na mimi hapa.